Maombi mafupi ya kila siku kwa ajili ya mume au mwanaume mlevi. Maombi haya ni mafupi lakini yanaweza kusemwa kila siku kwa bidii na imani ukiamini kuwa Mungu anaweza kumgusa na kumbadilisha. Siku ya kwanza, maombi ya wokovu. Bwana Yesu, naomba umguse jina lake kwa mkono wako wa rehema. Fungua macho ya moyo wake ili akuone, akujue na akuamini, mvute karibu nawe na umpe uzima wa milele amina. Warumi kumi, tisa, kwa kuwa ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Siku ya pili. Maombi ya kuvunjwa kwa ulevi. Ee Mungu mwenye nguvu, ninavunja kila pingu ya ulevi inayomfunga jina lake, aachiliwe huru kwa jina la Yesu. Acha kiu ya pombe ipotee na badala yake ajazwe na Roho Mtakatifu. —Yohana 8:36 basi Mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Siku ya tatu, maombi ya kuponywa kisaikolojia na kihisia. Bwana, kama kuna majeraha ndani ya moyo wake yanayomsukuma kunywa, naomba umponye, ponya maumivu ya zamani, aibu au huzuni, jaza moyo wake kwa amani yako Zaburi 147, tatu huwaponya waliovunjika moyo na kuwafunga funga jeraha zao. Siku ya nne, maombi ya marafiki wema na mazingira bora. Mungu wangu, mtoe jina lake kwenye vikao vibaya, marafiki wabaya, na mazingira yanayochochea ulevi. Mpe marafiki wapya wanaomchochea kumkaribia wewe. Wakorintho wa kwanza 15:33. Msidanganye, mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Siku ya 5, maombi ya amani katika familia. E Mungu wa amani, tuletee utulivu na mshikamano katika familia yetu tufunze kumpenda jina lake hata katika udhaifu wake, lakini pia kutokukubaliana na ulevi wake. Warumi 12:12, furahini katika tumaini, vumilieni katika dhiki, dumuni katika kuomba. Siku ya sita: maombi ya neema na subira. Bwana, najua mabadiliko si rahisi nipe neema na subira ya kusubiri kwa imani. Nijalie nisiseme kwa hasira, bali kwa upole na hekima. Amina. Yakobo moja tano lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Siku ya saba, maombi ya shukrani kwa ushindi ujao Mungu wa ushindi na kushukuru kwa kile utakachofanya. Najua jina lake hatabaki vile alivyo. Ushindi ni wetu kwa jina la Yesu. Amina. Wafilipi moja sita nami nikiwa na uhakika huu ya kuwa yeye aliyeanza kazi njema ndani yenu ataikamilisha hata siku ya Kristo Yesu. Mwisho, ushauri wa kiroho Soma Zaburi 91 kila siku. Funga na umba kwa siku moja kwa wiki, kulingana na uwezo wako. Omba pia kwa ajili ya mabadiliko yako mwenyewe: uvumilivu, hekima na upendo. Usikatishwe tamaa na hali ya sasa, mabadiliko huchukua muda. Ee Baba wa Mbinguni, ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu, nikikushukuru kwa upendo wako usio na kifani. Nakushukuru kwa maisha ya mtaje jina lake, mume wangu, mpenzi wangu au rafiki yangu, kulingana na uhusiano. Bwana, ninakuomba umwangazie kwa nuru yako. Amekuwa akipotelea katika ulevi, na hii imemletea maumivu, migogoro, na umbali kati yetu na wewe. Lakini ninaamini hakuna jambo gumu mbele zako. Omba toba na rehema. Naomba msamaha kwa niaba yake na kwa niaba yangu, kwa yale yote ambayo yametufanya tuwe mbali na mapenzi yako. Bwana, tusaidie turejea katika njia zako. Omba kwa ajili ya kuvunjwa kwa pingu za ulevi. Ee Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, navunja kila pingu ya ulevi katika maisha yake. Ninatangaza uhuru juu ya roho yake, akili yake na mwili wake. Ee Roho Mtakatifu, ingia katika moyo wake na umpe kiu ya haki na siyo pombe tena. Omba kwa ajili ya mabadiliko ya maisha. Mungu wa rehema, mpe nguvu ya kupinga vishawishi. Mpe marafiki wapya wanaomwonyesha njia sahihi. Ondoa kila ushawishi mbaya unaomvuta kwenye ulevi. Mpe ndoto mpya, matumaini mapya, na sababu ya kuishi tena. Omba kwa ajili ya familia. Ee Bwana, tunapitia maumivu kama familia. Na kusihi utupe uvumilivu, upendo na hekima ya jinsi ya kumsaidia. Uwe kati yetu kama mshauri na kimbilio letu. Omba kwa ajili ya wokovu wake. Zaidi ya yote, naomba amjue Yesu Kristo kama Mwokozi wa maisha yake. Amuone Yesu kama rafiki, mponyaji na Bwana wa maisha yake. Ninatangaza kwa imani kuwa jina lake hatabaki jinsi alivyo. Atabadilishwa na atakuwa ushuhuda wa nguvu zako. Ee Bwana, shuka sasa na ushughulike naye mahali alipo, hata kama mimi siwezi kumfikia. Katika jina la Yesu Kristo, nimesali. Amina. Hapa chini nimekuandalia mistari ya Biblia ya kusimamia katika maombi ya ukombozi kutoka kwa ulevi, yaani aya za neno la Mungu ambazo unaweza kuzikiri, kuziombea na kuamini kila siku unapoomba kwa ajili ya mwanaume mlevi au mtu yeyote anayehitaji kufunguliwa. Mistari ya kusimamia katika ukombozi wa ulevi. 1. Yohana 8:36 basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Msimamo: Yesu ana uwezo wa kumweka huru kabisa kutoka kwenye ulevi. 2. Isaya 61:1 Roho ya Bwana Mungu i juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubirie wanyenyekevu habari njema, amenituma kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao na waliofungwa kufunguliwa kwao. Msimamo ulevi ni kifungo, lakini Mungu ametuma wokovu na kufunguliwa. Tatu, Warumi 6:14 kwa maana dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Msimamo: ulevi ni dhambi, lakini neema ya Mungu inaweza kuvunja nguvu yake. Nne, Wakorintho kumi, kumi na tatu: jaribu halikuwapa nyinyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata wacha mjaribiwe kupita mwezavyo bali pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Msimamo: Mungu atampa njia ya kutoka, hawezi kushikwa milele na pombe. 5 Zaburi 107:13-14, ndipo walipomlilia Bwana katika shida yao, naye akawaokoa na mateso yao akawaleta watoke gizani na uvulini wa mauti, akayavunja mafungo yao. Msimamo: Mungu hujibu maombi, huvunja minyororo ya ulevi na mateso ya kiroho. sita. Timotheo wa Kwanza moja saba maana Mungu hakutupa roho ya uoga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Msimamo: roho wa kiasi hutoka kwa Mungu ni silaha dhidi ya ulevi. 7. Zaburi 18:2. Bwana ni mwamba wangu na ngome yangu na mkombozi wangu, mungu wangu ni mwamba nitakayemkimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Msimamo: Mungu ni mkombozi, anaweza kumtoa kabisa kwenye ulevi. 8. Medhali 23 29, 35. Huu ni mfululizo wa mistari inayoeleza madhara ya ulevi na pia ni msingi wa maombi. Ni nani mwenye huzuni? Ni nani aliye na majonzi? Ni nani aliye na ugomvi? Ni nani aliye na kulalama? Ni nani aliye na jeraha pasipo sababu? Ni nani aliye na macho mekundu? Hao wakao sana katika divani. Mwishowe huuma kama nyoka na kuuma kama fira msimamo mstari huu unaonyesha ukweli wa ulevi unaweza kuomba kwamba mtu huyo afumbuke macho na kuona uharibifu unaotokana na pombe Tisa, Zaburi 41:1-3 nalimsihi bwana kwa bidii akanisikiliza akasikia kilio changu akaniinua katika shimo la uharibifu toka katika matope ya udongo akaiweka miguu yangu juu ya mwamba akaiimarisha hatua zangu. Msimamo: ulevi ni kama shimo la uharibifu, lakini Mungu huinua waliokwama. 10. Luka 4:18. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubilia maskini habari njema, amenituma kuwaponya waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka kufunguliwa kwao, na vipofu kuona tena, kuacha huru waliosetwa. Msimamo. Yesu alikuja kuwaokoa waliofungwa, ikiwemo waliofungwa na pombe.